Impossible, haiwezekani. Amani wanayo wananchi wenyewe okay. kwa usiku wakiamua kuipoteza, hamna polisi wala jeshi litailinda amani hiyo, ni kitu hakiwezekani mm. Na ndio maana mimi, ukiniuliza, nitakwambia hiyo mm. Vyombo vinavyoitwa vya usalama vinavyodili na intelijensia mm. Vikitaka kumsaidia rais mm -hmm. si umenipata mm. Vikitaka kumsaidia rais hivyo, mm. vyombo mm visiruhusu -hmm mm. Wanasiasa wanaomsifu na kumwabudu rais sasa mm. Utawazuia vipi kumwaga sifa zao? Mimi sijasema wawazuie hiyo yeah. Nimesema visiruhusu ah. Kwa sababu yeah. raisi atakuwa wa hao watoa sifa na sio wananchi ambao hawatoi sifa mm. Ukiangalia sasa hivi, ukistudy political psychology ya nchi yetu mm -hmm. Ukizunguka tu ukafanya wewe mwenyewe personal analysis mm, rais sio wa wananchi, ni wa watu wanaomsifu na amerudi hapo, sio umenipata? Mm. watu wanaomsifu kwa sababu gani wanamsifu? Wanataka kula na nafasi na nafasi. Mm. Watamsifu kwenye chama, watamsifu kwenye bunge sasa. mm -hmm. Ukistudy nature ya Tanzania mm -hmm. Hawataki mtu wanayelazimishwa kumsifu mm, au wanaoshawishiwa wa kumsifu necha ya mm, Watanzania walivyo. Ukiwa study ukianzia Mara mm mpaka Mtwara -hmm. Ukianzia Mara mpaka Mtwara, eh. wanataka wamsifu mtu wao wao wenyewe. Don't train them to praise somebody. Sasa ukiangalia political psychology sasa hivi umenipata hicho? mm. Kikundi cha watu kinatumika kutrain citizens to praise somebody, kuna mwanasiasa mmoja. Mwisho wa siku unakuta kuna loophole katikati mm. rais, anaweza kaa anafanya mambo yake mema na mazuri, lakini mm. wale wanaoinfluensi watu kumsifu ndio mm -hmm. wanamwharibia lakini akifanya ya mazuri akiingia ndani ya mioyo ya raia watamsifu wao wenyewe, sio, sio wabunge, sio wabunge wala sio wasanii.